Sisiemoye, ndugu zangu, kitabu hiki ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tuliwasilisha ilani iliyotekelezwa ya mwaka 2020 2025. Yote yako hapa, sisiemu oye oh. yaliyomo ndani oh. Tukianza na hapa Nole. Tukianza na barabara kata haya yote haya wasema. Ninaomba tushukuru watu wangapi? Watu wangapi? Kwanza watatu. Watatu. Mama wasteoma watatu, Erasto, sisi moye wanasema mafiga ni mangapi? Watatu. Wewe hata siku hiyo kumbuka, mafiga mangapi Niseme nisiseme hii watu, ukisahau mapiga matatu ni sawa na Simba waliposhinda wa magoli matatu. Wewe ukisahau wewe ukisahau, kumbuka mapiga matatu ya magoli matatu kila yote yeah. natoka sehemu moja au sehemu mbili no, haya yeah. Yanga nao hawajatuangusha nafasi wanayo kia meza nini. A, tutengeleza hii barabara yenye urefu wa kilometa kumi na tano kuanzia Iharula hapa Nole kwenda kule chini kuunganisha na Lugenge. Kweli sio kweli? Tumelima barabara kwa mara kwanza inayotoka Nole kwenda Kisilo kilometa nne. Kweli sio kweli? Poa sio poa? Poa. Haya, kilikuwepo kile chenu kikubwa, kile chenu kikubwa ilikuwa barabara ya Nole kwenda Kagara, alimaajalima karaja ajengwa ajengwa sisieye aa udima wake. Miradi hii ya ujenzi wa barabara ni zaidi ya milioni mia nane zimetumika. Hizo milioni mia nane zimetoka kwa Mheshimiwa Rais, zimetoka serikalini, mbunge wetu alipambana, zimeweza kuja na jiwani wenu, nikapambana ili kuhakikisha wananore na nyinyi huko kwenye ufalme wa Mungu. Hapo viti jamani, aviakae sawa sawasawa. Eh, tukija kwenye elimu, ndugu zangu Awali kulikuwa na mpango wa madarasa sita kuja hapa kweli, sio kweli, lakini fedha zilikuja chache yakafanyika marekebisho. Lakini kwa sasa hivi naamini wote tunashuhudia kwamba tayari kuna msingi wa madarasa mawili yameshaanza kujenga, kweli, sio kweli? Madarasa mawili yameshaanza kujengwa kwa fedha za ndani ya halmashauri CCM, oye! Lakini pamoja na, na hayo tumeona kuna jukumu muhimu sana na kuhakikisha watoto wetu wa darasa la awali, yale madarasa yanakamilika. Madarasa yale yamekamilika, hajakamilika? Jamani, mtikie kwa uhai, yamekamilika, hajakamilika? madawati mapya yapo, hayapo? Lakini niwapongeze sana wananchi wa Nole, niwapongeze sana kwa nguvu zenu ijengoa dasiwa awali lianza kwa nguvu zenu, serikali kuja kusaidia. Lakini wapongeze kwa dhati kwa niaba ya wenzangu Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Rais, kwa nguvu zenu mmeweza kujenga vyoo bora vya kisasa kwa ajili ya wanafunzi, kweli sio kweli? Haya, jipieni makofi. nadigirejena mjuli hoye amasa oye, ukiona watu wanajenga loka Ujue kweli wanania ya maendeleo kweli, sio kweli? Tukienda katika swala la afya, kweli naanatetu madawa nifaatiba na vitendanishi, si mnanielewa vizuri? Ehe, madawa nifaatiba, asia ifaatiba, kuna mikasi kuna pamba, si mnanielewa nitendanishi nafi, mnaona kuna vitu wanavyochanganya wanataka kufanya au labda au kufanyia vipimo sivyo, eh? Ni eh, zaidi ya milioni kumi ambayo imekuja hapa kwenye zahanati yetu kwa ajili ya kuboresha huduma ya afya. Hapo vipi jamani, hapo vipi? Lakini pamoja na hayo kwa juhudi na ushirikiano, amesema jumbe eh, moja wana ya kampeni a anasema anaji pendeshele eh, kwamba katika hii miaka mitano tumehakikisha maji anakuja huku Nole, lakini anakkua Laki, kwa maana harura. Lakini mambo mengine ameshasema pendeshele, ni juhudi binafsi za diwani wenu kutoa fedha ya familia kuhakikisha maji yanakuja iharura, kweli sio kweli? lakini wengine amesema wapendeshere kuhusu fedha, maanake mlipokeshwa. Sasa maanake ukipokeshwa, unatakiwa fanye nini? Unatakiwa fanye nini? maji hapo hayapo, ndugu zangu, niwapongeze. Jambo jingine ambalo tumefanya ni usafi wa mazingira vyogola, kila nyumba kwenye huduma za kijamii. Sasa hivi tunavyo bora hata karigorova uchafu, hata vila uchafu uchafu, inawezekana inawezekana, haiwezekani? Ukiangalia mlio mliotoka mjini, yaani hapo, ukiangalia nadhani mkiangalia sula, mkaona hao watu kama wa mjini. Kwa sababu wanaoga wananawa soovyao nigola, hapo ni bora hapo. Vipi jamani? Hapo vipi jamani? ii jago likita, katika kipindi cha miaka mitano, wamachasema wenzetu hapa, tumefanikisha ujenzi wa josho la kisasa kweli, sio kweli? Sekondari yetu imekuwa ni sekondari ya vipaji maalum, sekondari yetu imekuwa ikituheshimisha nchi nzima kwamba kuna shule inayofanya vizuri iko halmashauri ya kuja Njombe kwatakivikamatoa mji wa Njombe, wanasema shule hii inafanya vizuri iko wapi? Iko wapi? Ndani ya kata ya Utalingolo. Sisi ni hoye, ndugu zangu, ile shule itakiwa iende mahali pengine, lakini matokeo yake, kwa sababu mna diwani mpabanaji, kama ni mbwa naye mtuma natuma Mungu anayejua kuwinda, Mungu anayejua kuwinda, anajua kuwinda. Sasa ile sekondari itakiwa ende mahali mwingine, lakini ikaja kata ya heshima, inakuwa ya kata ya sasa kwa sababu tuna shule, shule ya mipaji maalum. Kinachokuja sasa, tutapata shule ya ngapi ya pili, shule mbili katika kata moja, ni mafanikio sio mafanikio? Sisi hoye Utulivu, maendeleo yanahitaji uvumilivu. Tunaposema haya, isiyo kwamba baada ya mwezi moja tayari yatafanikiwa. Hapana, tunasubilia hadi utaratibu ulivyo, tutafanikiwa. sisiemu hoye, lakini <laughs> ndugu zangu, mimi niseme kwenye shule yetu ya sekondari, mambo mengi yanafanyika pale ile shule tulikuwa tunaanza, ilikuwa na madarasa manne, lakini leo shule ile ina madarasa kumi na tano. Wakati tunaanza ilikuwa na maabara moja, leo ile shule ina maabara tatu. Wakati tunaanza ilikuwa na bweni moja, leo ina mabweni matatu. Wakati tunaanza shule ilikuwa na nyumba moja ya mwalimu, leo una nyumba mbili. Wakati tunaanza shule ilikuwa haina bwaro Leo gwalo linajenga CCM oyewataawa na watu wamna watu, ndugu zangu, katika shule zote za sekondari za halmashauri ya Njombe, ni shule pekee ya Utalingolo ambayo barabara yake kutoka kwenye meloi kwenye barabara kuu kuingia kwenye shule. Barabara imetengenezwa kwa kiwango cha ni shule pekee hapo, lakini eneo lile tuliweza kuchepusha hata barabara ambayo iapita katikati ya shule, lakini tutachepusha, wananchi waweze kupita eneo lingine. Kwa hiyo haya ni mafanikio yanayosimamiwa na chama cha Mapinduzi, CCM. Tumehamasishana lishe bora, lishe ya mwanao mafanikio yake, lishe ya mwanao, lishe ya mwanao kujaza tumbo silishe jari unachomlisha kujaza tumbo silishe jari unachomlisha. Tumehamasishana, tumepeana elimu kuwa na lishe bora ili tuwe na watoto walio makini wenye akili nzuri na wenye afya njema. Kutokana na hilo pale sekondari tumeanzisha mradi wa ufugaji wa ng'ombe. Kwa hiyo sasa sasa hivi kuna ng'ombe wawili wa maziwa, piga makofi na vijeregee, makofi na vijeregee. katika kitada na Mheshimiwa Rais kwamba kila mkoa lazima uwe na chuo kikuu, uwe na tawi la chuo kikuu, Mheshimiwa bunge kwa kushirikiana na madiwani wengine wote ambayo tulikuwa madarakani wa jimbo la Njombe mjini, kwa maana halmashauri ya Njombe tuliweza kufanikisha mpaka tunapata ujenzi wa chuo kikuu tawi la Yugo. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Sasa niseme nisiseme? Sasa hilo tawi ofisi kuu inajengwa pale Njombe, jirani na sekondari, lakini eneo na <coughs> la mazoezi kivitendo imetenga wapi? imetenga wapi? lipo wapi? lipo wapi? magema iko vijiji gani? kata ya sije woye ikeni akoila migeregele dumnangu wanadoa. Ukiona mambo yanaonekana, ukiona mambo yanafanikiwa, sio lile mambo, kuna watu wanafanya kazi weli, sio kweli kweli sio kweli? Tukija pale kwenye kituo cha afya amtasema waliotangulia ambulance imekuja pale, kweli sio kweli? Wengine wajama mingine watakuja kusema hapa na watasema maeneo mengine, watasema kuleta ambulance ni mpango wa serikali, kuleta ambulance ni mpango. Hivi kwani vituo vya afya kipo ni dharura tu? Hapana, Haya vituo vingine kuna ambulance. Kwa hiyo kuna watu wanaofanya jitihada mpaka ambulance hiyo inakuja, piga makofi na vigelegele. Lakini pamoja na no haya, mpaka wazangu wenzangu wanaotangulia, kuna X-ray mashine mpya pale. Kama mtakumbuka, wingi wa uhuru ulikuja pale kituo chake, kweli sio kweli? Lakini kuja pale sisi tulikuwa tunajua x-ray mashine iliyoko pale ina changamoto. Kwa mwenge ulivyokuja pale, manaji mtimiza mwenge akaagiza ni lazima ipatikane x-ray mashine mpya nyingine. Hapo vitu jamani, x-ray mashine imekuja haijaja sasa? Wewe ukiona kuna watu wanasababisha mwenge ufike mahali, ujue vile kuna mafanikio sisihemu oye lakini katika kituo chetu cha afya kuna mashine ya huduma ya kinywa na meno ya kisasa kabisa, ambayo sasa tunasubiri wataalamu waje, ambapo tahaokuna molewa wegi vino kutakunajiona kwenye skrini kule mpaka ndani ya vino lako unajiona kwenye skrini hapo. Vipi jamani, hayo ni madogo makubwa? Jamani, hayo ni madogo makubwa? Nole oye Nole win pamoja na hayo, Mpete unatisha kama libara limeletwa, jenereta standby jenereta, jamaa sio vitu vidogo, standby jenereta ikifungwa pale, umeme wa TANESCO ukikatika ngee inajiwasha misika ule kanika ngee inajiwasha asema

Haya, nakuangalia na wewe, wapo mwenye mdula umefunika, una changamoto na mimi kayo, tuombe sasa. Tutakapokewa lita kwa kata yetu ya Utalingolo, mambo mengi yatafanyika, kwa kati tulivyoanza kufanya kwenye sekta ya elimu, sekta ya mifugo, kilimo, pamoja na miundombinu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa barabara. Lakini paumbele na pamoja anza nacho, niombe viongozi wa serikali ya kijiji nafikiri mpo hapa no. Kipaumbele cha kwanza anza nacho ni uendelezaji wa ujenzi wa ofisi ya kata CCM, oye! Sasa ndugu zangu, tunakuja hapa kwa heshima kubwa kabisa ili tuombe ridhaa, ili tuombe kula. Mmesema nyinyi, nimesema na nimeuliza mtatupa nini? mesema mtatupa kula Eh, mimi nita kuomba kitu kingine, lakini yeye amesema mtatupa. Kula. Mtatupatia nini? Kula. Eh, wewe, tunaposema Oktoba. Tunasema Oktoba unasema tunatiki, tunatiki, tunatiki kwa chama cha. Haya, Oktoba. Tunatiki, tunatiki kwa. Sasa hapo ndio leo, sisi mmoja. Kula. Oh, mimi kama niliposema tukumbuke sikio limafika mangapi? iaamesema Mkumbuke ushindi wa a ushindi wa haya. Kwaio tumesema Oktoba sawa, Oktoba ishirini na tisa unapokwenda pale kumbuka Simba alio mshughulikia mtu kule nje, magoni mangapi wa Simba? Lakini tunaimani kabisa na Yanga watapindua

kwa heshima na taadhima, kuna michezo kadhaa iko hapa ndio waonyeshe wasionyeshe